Haya, haya haya, mpenzi msikilizaji, nimerudi tena YouTube channel and TikTok nikiwa and Facebook utanipata huko, kama kawaida. Kwa upande mwingine, utanipata kama kwenye Gatangi tv kusho na mwalimu David. Lakini leo tuko kwenye swali la siku, swali la siku ni ukipewa shamba na babako kisha baadaye uambie baba yako anataka niuze shamba ili nijenge alafu yule mpenzi uliyokuwa naye anakudanganya umununulie gari, alafu kisha yeye atajenga nyumba, alafu mwishowe akuja akuache. Je, utaenda uchukue gari ili ujenge nyumba uliyoagiza baba yako kuwa utajenga ama utafanya nini? Niko na mwenzangu hapo ambaye anaitwa Steven kutoka Bungoma ambaye maneno hayo yamemfanyikia, yamemfanyikia tuko really, yani ni mambo yamefanyika tu, si eti tumeuliza ama tumejipanga tu aje, ndio tukajiamusha tukuje tuulize sali hii. Ni mambo ambayo yamefanyika mwenyewe. Atajitambulisha, atakwambia vile alivyokuwa, halafu kisha nyinyi mtakuwa mnatoa komenti, mtakuwa mnauliza maswali, mtakuwa mnamsaidia ili afanye nini, ndio hivyo, ndivyo apate ile gari, auze, ajenge nyumba, ama atafanyaje? Ajenge nyumba aliyeagiza babake kuwa atajenga, atajenga baada ya kuuza shamba aliyodanganya kuwa atajenga nyumba mwenyewe, kueleza akwambia, anaitwa nani na akueleze kina ngaubaka jinsi ya mambo yalivyokuwa. Mgeni karibu kwenye studio, uambie wakenya wa wenzako, mambo yalikuaje? Ilikuaje ndio ukauza shamba? Ilikuaje ndio ukaa mpenzi wako kwa mgari? Ilikuaje ndio mpenzi wako akakuacha? kulitokea nini ndio akakuacha na ukakua na heartbreak hadi sahizi uko na huzuni sana? Karibu. Asante sana kunikaribisha siku leo kwa studio, nimeshukuru sana. Karibu. Niko salama kwa upande wangu lakini, kwa naona kama uko na huzuni kidogo. Mapenzi nye, mapenzi, yes. Mapenzi, ogopa nauzuni mapenzi. Asa mapenzi enyee, ujionee ya swali la siku ni kuwa, usisahau swali la siku, si ndio? Acha nikukumbushe ni kidogo swali la siku ni ili pia Focus kwa hii swali usaidie mwenzako, kisha pia baadaye utasaidiwa endapo itakufanyikia pia wewe. Yaani, umeomba baba yako shamba, kisha baadaye ukamwambia nataka niuze shamba, niuze ni shamba nijenge nyumba, alafu ulikuwa na mpenzi, kisha huyo mpenzi akudanganye mnunulie gari, yeye atakujengea nyumba, alafu muda si mrefu huyo mpenzi wako anakuacha bila kujengea nyumba. Mwenzako, mwenzangu, utafanya nini? Tupe wazo. Mgeni mm. wetu mm. Ah, siku ya leo mm -hmm. mm. Migeni, Migeni yes, uji uji uji, nataka niwaambie hii shida ambayo napitia. Mgeni kidogo tu. Kwanza kabisa, mimi naitwa Steven Steven. ukienda Katani utanipata huko. Ukinitafuta Facebook utanipata, kama hata nilikuwa nimetumia jina ya msichana anaitwa account inaitwa mm. Ukienda utanipata sura yangu. Hapo chini kuna picha ya msichana nilikuwa nampenda sana. Hasa kuna siku moja nilikuwa nimetoka safarini mm. Nielekea kule nyumbani. Mhm. Mm, na nyumba. Ikawa mzee mm. kidogo jioni kanambes, mbona unaniita sai? Nikamwambia dadi, tulia tu, kuna kitu nataka nikuomba. yeah. Dadi alikubali, akasema asante mwanangu, kuniambia kitu kama mm hicho. -hmm. Chanikaa chini. yeah. Labda hiyo kitu siti na yeah. yeah. Shamba alikubali. yeah. Akanipa nikauze Hasa vile nitoka kwa hii nyumba kwa ndani, nikaenda kwenye nyumba ya babu hapo, bibi yangu nikubali nimpea shamba. Bibi akafurahi akasema ni sawa. Unajua, yule mtu ambaye anaweza fanya uwe maskini yule mpenzi wako ndio huyo. Sasa kila mara anafikiria jinsi anavyokula pesa, anavyotumia vibaya, anafikiri vile mtakavyokuwa pesa yake mbele, yani anafikiria tu kubomoa lakini si kujenga. Mara nyingi msio mnasikiliza wanawake, mmm. Sasa nilipofika huko akaniambia still, yani hakunita still, anita my sweetheart Hebu kidogo tu hiyo jina nini? Ah, hiyo ni majina ya kukubembeleza tu, ili ufanye kile kitu alichotaka yeye. Ukisikia mtu anakuita hiyo, si majina ya upendo, hiyo ni majina ya shetani kwa kudanganya tu, kukuchanganya akili yako tu. Ukisikia majina kama kanala, toroka, hmm, eh, kimbia Okay. So sawa hiyo sisi kwaacha wenzetu atujibie tuone utakuwaje na utamsaidiaje. Maana yake ni uzuri si kuchekesha ndugu yangu. Toa comment mm. Piga simu 0729329299 halafu tuma message call tutakuwa tunakupokea tu ujumbe wako. Mm. Sasa bwana kiwa kwa jamaniza. Mm. Akaniambia my sweetheart, nikasema mm -hmm. Yes my hand. Nikakubali. Mm -hmm. hmm hata pia ukamuita my honey? Yes, nikamuita, kwa sababu mimi ndio mzuri. hiyo jina ya kufurahisha tu. Haya, sasa kama iko hivyo, kasema karibu tena hapo. Akachukua kichwa changu, my sweet. Imekuja, imekuja, ikakuchanganya kweli kweli. Akaniweka kwenye mapaja yake, nikalia hapo, akaanza kunibuza huko kwa mandeo huko. Akaanza kusema hiyo ilikuwa sumu ya kukubembeleza ufanye kila alichotaka yeye. Ilikuwa ni sumu tu, ndio sasa au kujua akaniambia Steve na kuomba yeye mm -hmm. Naomba tuwe shamba hiyo pesa ni tuwe shamba, tunue gari mm -hmm. alafu mimi mm -hmm. nitajenga nyumba mm -hmm. kama mpenzi wangu uko serious utajenga nyumba lazima mm ni -hmm. serious. Kitu nilifanya nikamwambia, sasa kesho nakatia. Na hebu hebu, bwana simu mm hebu -hmm. nikuulize wewe mm -hmm. ulijuaje huyo mpenzi wako anaweza kujengea nyumba na ile hali ya kununua gari ameshindwa, mm -hmm. na wewe amekudanganya mununulie gari kisha yeye mwenyewe atajenga nyumba. Uongo sawa, twende <laughs> si hapo hivyo ya kitu nilifanya nikajua, atajenga nyumba mm. ile kupapasa ambayo alikuwa amba anipapasa nilikuwa <laughs> najua ananipenda jamii <laughs> hey, uongo huo wao, kumbe ni uongo. tafadhali mm. Nikakubali, tukaenda asubuhi, tukatafuta mnunuzi mm. akatupea milioni ishirini jamani, hizo pesa. Tuma ujumbe, tuma ujumbe wako kwana akaunti yangu Oscar Kefa Gatangi TV Oscar Kefa YouTube TikTok

Au kutaka babaka ajue? Ndio sasa, eh, hiyo ni shetani. Kama unajua ni baba, kama angeone gara ndemeuliza, nyumba iko wapi? Ungemwambia pesa nimeuza, zimekuwa mingi, zingine nimeacha za kujenga nyumba. Mbona unajificha? Ningetolewa mbio leo sawa. Sasa yes. Hivyo ukarudi town hmm. sana kwa ndugu yako, ndio still kwenda huko tuishi huko, kumbe ndio njia ya kunimaliza. Nilipotumia hizo pesa zote zikaisha. Pole ndugu yangu, nakupa tu pole, lakini tutae Tumeni usaidizi uone unasaidiaje mwanzo, kisha pia wewe siku moja utasaidia wazo. Mm. Mm. Kumaliza nisa hivyo kaniambia my subscribe. Hebu tuingie huko. Tuweze kunywa ile pombe ambayo iko iko na, ngoja mimi siku hapo ndakunywa pombe ile ambayo chupa ndefu hii, mdomo mrefu. Anajoin Walker. Anataka kuniambia hivyo. Anataka anataka kumalizia zile pesa ambazo zimebaki. <laughs> baada ya kununua gari. Anako kwenye yeah! pesa hey, ya kuna simu. Ungechanuka mapema, ungenipigia simu hata mimi nikusaidia hapo. Na kuanga hapa 24/7 kwenye studio yango, eh na kuanga na Kush director Kush mm. Kush akiwa na akiwa na nani? Mtamtaja ta jina baadaye. Anaitwa Kez. Sawa. Sasa, ni pomba hizo, tukaingia huko tukakuni, tukakuni, msana kanibeba, mimi nikamlemba. Mm. Kumbe nilipokunywa ile pombe ambayo inaitwa John nyingine ile ile account mm. nyingine sio, nasikia hata niambi inaitwa chrome mm, uka kuchanganya kweli kweli kidogo, yani wamekuchanganya wame na maneno wamekuchanganya, wame na kukupapasa, wamekuchanganya na mm. chrome wamekuchanganya, eh ndugu yangu, Shetani alikuwa mkubwa au kwa kuchezea huyo, ndio maana Mungu alisema mm. Shetani, Mungu alisema Adam and mm. waishi huko mm. nyoka nani nani shetani nani mm. Shetani ako na njia mingi za kushika shetani. Na ukiwa mwepesi mwepesi tu utakamatwa kwenye ule mtego rahisi tu eh, naona mwenzetu ametegwa, ameshika mkabwa kwelikweli. Sasa hivi ako kwenye shida, anacheka ingawaje moyoni anaumia. Toa wa wazo, saidia yeye, atafanya dini ni apate gari ama apate pesa za kununua mm, apate pesa za kujenga nyumba mm, tuma ujumbe wako kwa nambango sifuri saba ishirini na tisa

Hata nikisoma nitatoa majosi cha mimi. Wewe ungetusomea maanake unataka usaidisi, unataka usaidisi. Ama kama itakuwa ngumu basi tutaruka, tutaachana na hiyo story tukusaidie mambo mengine. Sasa tunataka kujua hiyo barua ilikuwa inasema nini. Hiyo barua ilikuwa sasa inasema <tis> mm. Niweza kumsaidia kufanya Hiyo <tis> barua ilikuwa <yu> inasema Tena <tis> hiyo barua ilikuwa inaita jina my sweet heart. Mm. Baada ya kukunyonya <tis> Baada ya kukunyonya Kama kungonyo kwa kitanda Yule mtu alielala Ajui kama kunguni na mnyonya, ndio hiyo sasa. Nikasoma, nikasoma eh, nikasema hii jenna umbo kuangalia kwa, akasema wewe uko wewe, kwanza leo useme mtano wa kule hapo. Yaani sweetheart imebadilisha imekuja umbwa, baby imebadilisha imekuja umbwa. Haya, twende sasa. Haya, mambo hayo, swali la siku tunasema, ukiomba baba yako shamba, ukiomba baba yako shamba uuze, ujenge kisha mpenzi wako akakudanganya muuze umununulie gari, kisha yeye atajenga na kisha baadaye atoroke na gari yenyewe. Wewe utafanyaje? Utaenda uchukue gari ama utatafuta pesa zingine za kujenga nyumba? Sasa nipomaliza kusomea barua kama ni songo, nikasoma ni nikasoma mm. kuangalia kwa mfuko, sikuwa na simu mm. kasema ni ile ile namba, je je tena hapo mm. kama mzee mm. niliporudi nyumbani mm. jamani nilikuwa mm. nilikonda hii siku yeah. Hata mkimona nilikuwa natembea kama kamadishi, lakini umanda kndebaadaya nyumba ile ndio swali la siku ambalo nimekuelezea toka mwanzo. Mzangu anataka usaidizi, anataka msaidie wazo, watafanyaje ndio apate gari, auze ajenge nyumba ama atafanyaje ndio apate pesa za kujenga nyumba. Tuma ujumbe wako kwenye Facebook kwa jina Gatangi TV, ama usika kefa toka tunasoma ujumbe wako live, alafu tutakujua nini la kufanya. Ama ukitaka kupiga simu sufuri saba mbili tisa tatu mbili tisa mbili tisa tisa, unasoma ujumbe wako, alafu tutakuwa tunasaidia na mawazo pole pole tu. Kesho tutakuwa na huyo binti mwenyewe tuone anaweza kutuelezeaje, lakini hii kitu hatutaki kututuma YouTube ama tutume wapi ama tuweke bio. Hii ni story yetu tu, hatutaki yule demu ajue kuwa Steve Steve ni wetu. Anatafuta nini gari? Anatafuta ile gari aliyopea mpenzi wake, kisha atakatuka naye. Sasa hatutaki yule mpenzi ajue kuwa Steve anatafuta gari ama anamtafuta, ili achukue ile gari aliyopewa. Kisha tutakuwa live. Tufuate kwenye Facebook, TikTok, YouTube na Instagram kwa mengi zaidi. Imefika mida ya saa kumi na mbili jioni, tupate habari kikamilifu kwenye chumba chetu cha habari. Kwa heri, tutakutana kesho, shabai.